Habari za leo, karibu tena katika chandi yetu ya Clinic. Naitwa Dr. Jimmy na leo tutaongelea faida ya maembe na mbegu zake. A, mara nyingi tumekuwa kuna faida nyingi, na wengi wamekuwa wakituuliza ni faida gani ambazo zinapatikana kwenye maembe na mbegu zake. Kama ni mara ya kwanza, basi usi, usiache kusubscribe na kucomment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Faida tujue kwamba kwenye maembe a, kuna madini mengi na vitamini ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya afya zetu. Faida namba moja inaboresha afya ya ngozi. Kwa nini afya ya ngozi? Kwa sababu ina vitamini C, lakini pia inazalishwaji wa collagen. Collagen ina zalishwaji wa ambayo inapambana na changamoto zote za ngozi, lakini pia huwa inaanda, inaondoa yale madhara yanayotokana na mionzi ya jua na kufanya ngozi zako isiwe kama imejikunja lakini, uh, faida namba mbili ni kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili, kinga ya mwili, kwa sababu kuna vitamini A na vitamini C ambayo ni nzuri katika kuimarisha, uh, kinga ya mwili. Na mara nyingi kinga ya mwili ikiwa imara ndugu yangu, basi sahau kupata changamoto za kiafya, kwa sababu maambukizi yanakuja, yanashambulia kinga ya mwili. Kwa hiyo kinga ya mwili ikiwa dhaifu basi moja kwa moja utapata uh, utakuwa uh, na magonjwa yanaingia bila kuwa na kizuizi chochote lakini pia inasaidia afya ya macho. Kwa nini afya ya macho? Kwa sababu ina vitamini A. vitamini A a inapambana uh, na changamoto zidi ya macho kama vile usikivu wa macho na upofu uh, wa usiku. Lakini pia uh, inasaidia afya ya moyo. Kwa wale ambao wana changamoto ya moyo, ina antioxidants na ina, ina ina beta karotini ina vitamin C, lakini pia uh, inakusaidia ina, ina kuondokana uh, na hatari ya magonjwa yote ya moyo kwa kuondoa ile bad cholesterol ambayo tunaita LDL kwenye uh, kwenye mishipa. Lakini pia uh, inasaidia katika afya ya utumbo au afya ya tumbo. Afya ya tumbo, moja kwa moja tunaongelea kuhusiana na afya ya usagaji au afya ya mengenyaji wa chakula. Na afya ya mengenyaji ya chakula ikishakuwa strong, ikishakuwa imara, basi itakusababisha wewe uweze kupata choo kiurahisi, lakini pia uweze aweze kupata choo ambacho ni kilaini, sio kigumu kama wengi ambavyo wanapata. Kwa hiyo kama unapata choo kigumu, basi tambua kwamba changamoto yako ya mfumo wa mengenyaji wa chakula iko pale pale. Lakini pia inasaidia kupunguza uzito. Kwa nini kupunguza uzito? Kwa sababu ina fiber. Fiber nyingi mara nyingi zitakufanya uonekane, uh, umeshiba muda wote na kuchoma na ina calories ndogo sana, kwa hiyo inazuia mrundikano wa mafuta uh, mwilini, na yale mafuta ndo hayo ambayo yanasababisha uh, kitambi, yanasababisha uzito kupita kiasi, na hayo hayo mafuta ndo yanasababisha changamoto uh, ya pressure lakini pia inaboresha afya ya moyo na mishipa ya damu. Kwa nini afya ya moyo? Kwa sababu maembe yana potasiamu. Mara nyingi tunapoongelea maembe, hata lile kokwa lake, au lile ile mbegu yake, basi unaweza ukaisaga ukapata unga ule, unga wake utautumia kwenye maji ya uvuguvugu, utapata faida ya kuondokana au ya kuondosha au kupunguza shambulio Radam, la moyo shambulio shinikizo la damu na nachang, nachang, changamoto nyingine ambazo zikaukumba moyo. Lakini pia inasaidia kupambana na saratani, kwa sababu ina antioxidants ambayo inasaidia kupambana na seli za saratani. Kwa sababu gani? inapunguza, seli ya inapunguza saratani ya matumbo, saratani ya kongosho na saratani ya mapafu. Kwa hiyo kama auna changamoto ya saratani, basi tumia A, a tumia a, a, a mwembe. Mwembe ni mzuri sana lakini, pia a inasaidia afya ya ubongo, kama kwa watu kwenye vitamini B6 inasaidia utendaji kazi wa ubongo kuweza kurudisha kumbukumbu na kuweza kujihisi mwepesi. Mwai, kuna mwingine unajihisi kichwa kizito. Kwa hiyo ndugu yangu a, ili uweze kujisikia kichwa chako kimekaa standard, basi tumia A maembe. Lakini pia hapa, nitaendea faida za mbegu za maembe. Kwanza, inasaidia katika kupunguza uzito, inasaidia katika afya ya ngozi, inasaidia katika afya ya kinga, inasaidia kupunguza uchochezi, ambayo tunasema ni inflammatory, anti-inflammatory compounds ambayo inakupunguza uchochezi, maumivu ambayo ni kiasidi. Lakini pia inasaidia kwa afya ya utumbo